Soda ongelea kwanza kufika nusu fainali kombe la shirikisho na kuingia nusu fainali ya kombe la sadi. Kwanza, mimi sasa hivi naitwa Fatuma Soda aka mama wa nusu fainali kwa kishindo kabisa. Nalinga ah, na mwamposa mm. Eh? Mm. na shehe mkuu wa Dar es Salaam na watu wote, mimi na watu siwasema na watu yeah. mimi na watu Mwakalobu, watu mm. alisema mwakalobu, mwakalobu, mwaka nusu na tunakwenda finali na tunaenda kuleta kombe. Niambie, mm. mm. niambie, ulikuwa kwenye hali gani baada ya Simba Sports Club kwenda hatua ya penati? Maana watu wengi wa media alikuwa analia, presha ilikuwa kubwa mm. lakini maombi yalikuwa makubwa mm. na Mwenyezi Mungu akareta heri mm. na yake mm. neema yakei, kuzungumza kiwango cha Elim Panzu Kibisawara, amekuwa na kiwango bora zaidi katika Simba Sports Club. Mtu hatari sana. Mtu hatari sana, mtu hatari sana, Elimu Panzu, eh? Fugua dimba, fungua nusu fainari. Mtu hatari sana, mchezaji mzuri sana eh. Tumepata mchezaji kwa kweli, tumepata mchezaji. Viongozi wamefanya kazi, wamemleta mtu pale, kakutana na watu wenzie, kazi inaendelea. Simba mmefuzu kuelekea nusu finali, mlitaka mkutane na Zamalek lakini ikashindikana. Simba Sports Club akapangiwa South Africa. mstar yoyote na aje, simba kubwa kuliko mtu yoyote yoyote ayoyote na aje. Haya, ilikuwa mazungumzo tu, baada habari yoyote, yoyote unapoenda kushindana chochote, utakachokutana utakachokutana nacho mbele yako, lazima upambane nacho mm. E, tumejipanga bwana, tumejipanga. Ikitokea bahati mbaya, bahati mbaya, lakini tumejipanga. E, make bahati mbaya ipo, si mmeiona kule? tumekwenda kule magoli ya ujanja ujanja yale. E, aha, magoli ya ujanja ujanja bwana, tumefungwa, tumefungwa magoli ya ujanja ujanja, wamekuja hapa ujanja ujanja, si umeona Waarabu? Nashukuru mm. mvua ile kidogo imepunguza kasi zile, zile goli zilikuwa nyingi, tulikuwa tufiki kwenye mkwaju wa penalti, goli zilikuwa nyingi, zili nyingi zile maji, wangeita mma wangeita mma siku ile. Kwani wewe si umemwona kocha wao amesemaje huku Simba aliko huku Ani aliko ko Simba mm. Alikuwa kule kule, klabu bingwa, huyu mtu hatari eh, mwenyeka saluti mm. eh kwa namna ambao South Africa wanatoa na sema ni timu ngumu Simba Sports Club, ajipange vizuri kule kadri mchezo nusu wa finali. Kama wakati tunaingia kwenye mashindano hayo, mashindano hayo tayari tulishajipanga, la tunaendelea kujipanga eh, tunaendeleza lakini tulishajipanga, eh kazi ya mwanaume hiyo, tunataka kombe, tunataka kombe, hatutaki kitu kingine chochote -cho -cho sisi tunataka kombe, tunataka kombe mm. e, tunataka kombe tulilete hapa. Na wale wote wanafiki wale wazandiki wale wale si hao. hmm. hmm. uh, so, ndugu zetu upande wa pili hao Africans Young eh? Young hmm. eh, hmm. na na rais wao mnafiki hmm. eh, ah, sasa kumbe rais wao nani sio mvaa hmm. jezi za watu Eh? Shughuli ya watu wengine jezi anavaa eh. Hmm. kumbe za ah, zinaeleweka, sio za ndani, zinaeleweka ziko waziwazi wazi kabisa, si, mna, jamani, ndugu waandishi jamani, mnajionea hapa, pa msh kumwona, anavaa, anavaa mpinzani wa Yanga anakuja kucheza, anakuja kucheza na Simba mshae kumwona jamani, au ni tutoe video hapa nitutoe do hapa jamani tuonyeshane eh. No, simu imekata chaji lakini mambo hapa, ya, yapotakutumia mba, kiwango mbayo kiwango wamekionyesha Mutari hiileo dhidi ya Mbeya City katika mchezo wa Sirad B Federation Cup. Wengi wao mekuwa mnamuimba, Mutare, Mutare afai kucheza Simba. Afai? Binafsi yangu sijawahi kusema afai. Mchezaji yoyote aliyosajiliwa kuja Simba pale anafaa mengine hayo ni matokeo tu ya bahati ba, mbaya nini na nini lakini, subira, nilishaki kuambia siku moja hapa, subira lazima ufanye subira. Si huyo hapo Mutale Budo, sumemsikia leo tunamshangilia hapo Budo, Budo gonge la goli, lakini kazi inayofanyika pale umeiona na natumwachi. Kuna watu wanasubiri tumwachi wamchukue. Tunakuja, wanakuja na tunawafata na tutamalizana nao hapa hapa. Tunavuka bado ipo au kauli mbiu itakuja, sisi semaji wetu hajawahi kukaukiwa hajawahi kukaukiwa na slogan, hiyo tunayo, na nyingine tunakuja nayo eh, lakini tutavuka kwenda fainali na kuchukua kombe kulileta hapa kwa mama Samia, Samia Suluhu Hassan, mwanamke wa shoka eh, sisi tutaleta kombe, waka hivyo hivyo, wanasubiri unasubiri, kama afisi angushe, angushe mfupa, angushe mfupa, lakini Simba ndo anakwenda hivyo. Mwendo wetu mdogo mdogo, mwendo wetu mdogo mdogo, mdogo tunakwenda hivyo eh. tutachukua kila kilichokuwa mbele yetu na wachezaji wetu wana hamasa kubwa, wana morali, wanacheza kwa umoja. Sasa hivi wale watu, wale watu wadangaji wale kuchukua chukua pesa pembeni, wale wote wale wametupwa. Si unaona kuna wengine walijinadi bwana wanataka kuna kuchukua kombe, kombe la klabu bingwa, hatimake hata ile robo waloizoea, ile robo waloizoea, ila hakufika chari huko. Au nyi amuoni kwa jamani? Nasema uongo ndugu yangu? Asema uongo sikuna mtu alisema anaitwa Volcano. Vol, vol, vol? Volcano. Volcano. Mm. Elimu panzo mtu wa maana kabisa mm. Nati zilizokuwa ngumu yanafungua tu Ana... ay mm. Elimpanzo mm. Volcano mm. Semaji letu kila siku anatoa majina mapya huyu, mm. mtu hatari mm. eh? Simba pale sisi tuna watu nyuwe wenyewe si mmeshuhudia mechi hii, tumeita kila mtu kila mtu kila mtu kaja kutia dua zake pale makanisani misikitini, sijuu wapi sijuu wapi. Sisi siju wenyewe tena tu tunakesha tunaomba tu tunaomba tunaomba dua zote lakini, si mmeiona jamani, nusu finali iliyotaradadi na tunakwenda mwendo wetu mdogo, bado tunajenga timu au mmesahau? bado tunajenga timu, bado tunajenga, asilimia tunazozitaka bado sijafika. Wakati ligi inaanza star wa Simba Sports Club alikuwa anaonekana ni mavambo, Deborah Fernandez mavambo. Lakini sasa hivi wakati ligi inaelekea mwishoni star amebadilika, amekuwa elimupanz kibisawala. Wachezaji wote wa Simba masta hatuna, star sisi waliojifanya mastaa wakasema sisi tunataka kwenda kuchukua kombe la Afrika tuliwaacha wa ujumu, tuliwaacha. Yani, nani alisema nataka kombe la? Ah bwana, si siao huko bwana. Bwana si mwamba mwamba, juu mwamba mwamba, yuko upande wa pili huko. Sasa hivi anaingia dakika 75 80 thamanini, bado dakika tano mpira uishe, ndo anaingia. Utawala umeisha. Babu kaenda, kaenda kule, kawakuta watu watu, wanafanya kazi yee yeah, anasubiri, anapiga debe, gari likishajaa, anapiga debe, gari liondoke, ndo mm. Yeye kazi yake ilikuwa kule Binafsi yangu mimi, ya rabi, si mimi simuhitaji mimi, simuhitaji. Kama wapo wanaomuhitaji, ah, simuhitaji tu, simuhitaji, imetosha. Katufanyia kazi, kazi imeisha, kaondoka. Eh, tumeachana naye kiroho safi. Kaenda kule kajinadi, anataka kombe la klabu bingwa, ajitushwe kichwani. Matoke yake tunamuona hapa, panaingia dakika 80, dakika 100. Nimekwambia mpiga debe, sasa hivi wa Yanga ndio yule mpiga debe, gari nataka kuondoka, toa toa toa, dereva toa, dereva ndio gari linaondoka, ndio kazi yake chama kule, kumbe kazi yake nini Mnatakaje jamani? Mnataka nini? Tumevuka sisi tuna watu bwana. Tumevuka, tunaenda kukutana sasa na Stellenbosch ya bara Afrika Kusini siku ya Jumapili kama ya leo, mnakutana nao mechi ya kwanza eh, mtajionea hapa hapa, kwa sababu kujiandaa, tumeshajiandaa na kujipanga, tumeshajipanga na tutamalizana hapa hapa kule. Tunaenda kule. Nasema tunaenda, tunaenda, tunaenda kustarehe tu. Wamemtoa bingwa mtetezi Zamalek. Nasema hivi, na watu wengi walikuwa wanajua Simba atakutana na Zamalek mm, lakini sivyo hivyo. Zamalek nani na yule nani kama Stela atajijua mwenye kama Stela Joyce atajijua mwenye, sisi tunamalizana naye hapa eh? hapa kama Stela kama Joyce atajijua mwenye, sisi tunamalizana naye hapa hapa. Ubaya ubwela utafanyika hapa, na tutavuka hapa hapa kwenda fainali na kombe tutalichukua na mtaliona. Shabiko, simba mna jeuri nyingi, jeuri tunayo moyo na viongozi eh. So, na mmesikia, maana mmesikia msemaji wetu kasema maana ubaya ubwela umerudi nini, watu wa maana wamerudi pale Watu wa kazi wamerudi. Wewe unaliona Clement Magoli likiongea kila mtu anatetemeka yeah, yeah. eh. mnasema Eh, eh, oh sijui mara mnazuia watu, mnaleta mabaunsa wa wanywagongo, mnakuja kutuzuia. Tuambia akachezeni na wanywagongo wenzenu, si hatuchezi. Huo ndo ubaya ubwela kumbe. Nini tumeamua eh, Yaani sasa hivi tuko hivyo. Wewe ukimwaga okay, okay, mboga sisi tunamwaga chakula. Kama vipi kula mboga yako eh? Na jiko lenyewe mmevunja na sifuria. Tumevunja na tumevuka, tumevuka mwaka huu, tumevuka tunaelekea fainali sasa.